Wananchi wanaweza wakasafiri kutoka eneo moja kwenda eneo lingine, hususan maeneo ambako eh, magari yanaingia kutoka mikoani, maeneo ya Mbezi Mwisho, wale wanaotoka maeneo ya Mbagala ambako ni pembezoni eh, kuja katikati ya jiji, barabara inayoenda mikoa ya kusini na wenyewe pia wananchi wanaweza wakaingia na wakafanya shughuli zao wa kama kawaida. Naam, eh, bwana eh, mba Mbawala, pengine katika pita-pita zako, je, bado kuna polisi na wanajeshi barabarani mpaka jioni ama vipi? Mpaka wakati huu tunazungumza, hakuna eh, wanajeshi wala askari ambao wapo eh, barabarani, ni kwa kiwango kidogo sana, hali eh, kutokana na kwamba hali haiwezi ikarejea kwa haraka, ili kuhakikisha tu kwamba shughuli za kawaida zinaendelea na wanaangalia vipi usalama umeimarishwa na hali kadhalika, kushughulikia yale maeneo ambayo yameathirika. Na kwa karibu eh, kipindi cha wiki moja sasa, wakazi wa Dar es Salaam wamekuwa wakikabiliwa na njaa, waliishi bila mtandao. Na baada ya huduma ya kwanza kurejea, je, wakazi wanasemaje? Kwa kiwango kikubwa wanafurahia angalau sasa wanaweza wakatoka na kwenda katika magenge, viduka vidogo vidogo ambavyo vinauza e, vyakula, akaweza kununua nyanya, vitunguu na pia vile vyakula mama kama unga wa ugali, unga wa ngano, mchele Eh, sukari angalau kidogo wanaweza wakaenda kununua, kwa sababu ilikuwa pale awali ilikuwa ni maduka hajafunguliwa, lakini siku kama ya jana ilikuwa wauzaji wale wanafungua kwa mwendo wa saa moja au dakika chache ili watu waweze kununua bidhaa na baadaye anafunga, na hiyo hiyo ni kimagendo, hawezi kufungua kwa sababu ana wasiwasi. Lakini leo mara baada ya maduka kufunguliwa na masoko pia kufunguliwa, eh, vyakula kuanza kuingia kutoka mikoani, eh, wananchi wanafurahia na wengi wanasema wanalaani vikali. E, kumeripotiwa maafa ambayo umeweza kuyazungumzia kwa sasa na maafa haya yalitokana na maandamano yaliyoshuhudiwa. Je, yes, serikali imesema chochote na nini kinaendelea kuhusu wale waliopoteza wapendo wao? Mpaka sasa serikali haijatoa tamko lolote. Kama ambavyo unafahamu kumekuwa tuna minong'ono kwamba wengine wakisema watu waliopoteza maisha ni zaidi ya mia tano huku wengine wakisema ni mia saba kwa hiyo hakuna takwimu rasmi ambayo imetolewa hivi sasa wala serikali haijazungumzia chochote kuhusiana na watu waliopoteza maisha na utaratibu utakuwaje, pengine wa watu kutafuta ndugu zao. Labda siku zijazo pengine ikatoka taarifa rasmi eh, kuhusiana na hali ya mambo ilivyokuwa na wale waliopoteza e maisha. Japo mtandao bado haujarejea kile kiasi cha kuweza kupata taarifa mbalimbali, unaona miito ya watu wakinung'unika na kuomboleza kutokana na kupoteza ndugu zao.